Maskini wa kutupa, watu mbalimbali ambao ambaokwa ni matajiri na fahari zao, lakini hatuko nao katika dunia tulio nayo leo. Kwa hiyo hii yote inatuonyesha kwamba sisi wanadamu ni wasafiri na wapitaji katika dunia hii, na ndiyo maana sasa tunasafiri, tunaelekea wapi? Tunasafiri, tunaenda wapi? Tunasafiri, tunaenda wapi? Ni wapi yaliyo makao yako ya kudumu? Ni wapi yaliyo makao yako ya milele? Ni wapi ambako maisha yako yatafika milele? Kuna mahali ambako mwanadamu atafika milele, kuna mahali ambako mwanadamu ataishi milele. Nataka nikuambie kwamba wewe mwanadamu uliye umbwa na Mungu, ambaye unatembea leo, ambaye una utashi, una maarifa, una ufahamu wa kufanya hiki kufanya kile, mwili wa mwanadamu una ukomo katika kuishi, lakini roho ya mwanadamu haina ukomo, yenyewe ni ya milele, yenye ni ya milele. Na ni milele wapi? Ndiko ambapo ninazungumza na wewe katika wakati huu baada ya maisha tuliyo nayo, roho yako itaishi milele. Mahali na sehemu ambako itaishi milele itategemea na wewe mwenyewe. Uliiandalia ikae wapi? Wewe mwenyewe uliichagulia hiyo roho ikae sehemu gani? Mwanadamu ni wa milele. Mwanadamu sio mtu ambaye mwisho wake wa kuishi kuwa ni hapa duniani. Mwili ulio nao ni mwili wa udongo, ni mwili unaochakaa, ni mwili ambao uh, unapitia fadhaa nyingi, mwili unaopitia mambo mbalimbali, lakini nataka nikwambie wewe ni mtu wa milele. Na kwa sababu kwa sasa kwamba wewe ni mtu wa milele, kuna mahali ambapo unatakiwa uishi milele, na huyu mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu anakaa katika nyumba ambayo inaitwa mwili. Mwanadamu anamelema huyu tu, kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa nje. Huyo mtu wa nje uya mtu ambaye leo hii anaweza kaaanajiona ni mzuri sana, anaweza akajiona kwamba labda ana ubavu sana, anaweza kujiona labda ni mjanja na maarifa, anaweza kujiona kwamba yeye ni kila kitu, anaweza kufanya jambo lolote, ni mtashi, anaweza kujiona kwamba yeye ana fahari nyingi ambazo anazitegemea. Huyo ni mtu wa nje, lakini mtu wa ndani, yeye ana makao yake ya milele, ana makao yake milele. Je, huyo mtu wa ndani sasa Anawezaje kwenda katika kao lake la milele? Lazima kwanza aandae mazingira ya kule anakoelekea. Bwana asifiwe. Ne nikusomee neno la Mungu sasa kwenye kitabu kile cha Yohana, Yohana ile sura ya kumi na nne, Yohana ile sura ya kumi na nne. Ni maneno mazuri ambayo Bwana Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake, mara baada ya kuwa anajiandaa kuondoka katika asili ya mwili aliyokuwa nao na kuingia kwenye makao yake ya milele ambayo yalimfanya kuacha enzi usultani mamlaka na vitu mbalimbali, ili kwamba kuja katika dunia ili kuweza kuzungumza na watu kwa habari za ufalme wa mbinguni, na neno vile vinaipata kwenye kitabu cha Yohana. Sasa sura ile ya kumi na nne mstari ule wa kwanza, na pia atasoma mstari ule wa sita. Anasema msifadhaike moyoni mwenu, na muamini Mungu ni aminini na mimi, na namwamini Mungu ni aminini na mimi. Wako watu ambao wa hawaamini kwamba kuna maisha ya yaja ndio maana Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi na wake, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Na ndiyo maana mwandishi wa kitabu kile cha Isaya anasema uh, anasema ya kwamba ni nani ile sadiki habari tuliyoileta? Ni nani ile sadiki habari ambayo tumeileta kwenu? Je, mkono wa Bwana amefunuliwa nani? habari tuliyoileta kwenu leo ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Tumekuletea habari njema ambazo zikupe nafasi kutafakari kwamba kuna maisha yajayo, mara baada ya maisha haya. Kuna maisha ya milele, kuna maisha ambayo wewe mwenyewe unaanza kuiandaa ukiwa naishi katika dunia hii. Kama wasafiri na wapitaji katika dunia hii, lazima tuanze kujiandaa, lazima tuanze kuweka mazingira yetu mazuri, kujua ni wapi tunaelekea. Maandiko yanasema, mstari ule wa tano, maandiko yanasema Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui endako, nasi tuajuaje njia akamwambia sisi, hatujui nakoenda. Umekwisha kusema nyumbani mwa baba yako kuna makao mengi, na ukasema uh, kama si hivyo ungalituambia kwamba unaenda kutuandalia makao. Anasema sisi hatujui ni wapi unaenda. Kama hivi leo leo hii unaoka, nasema kwamba nazungumza zaidi kwa habari ya mbinguni, nazungumza habari za jianani ya moto. Jioni mwana yeye aliyeweza kwenda na karibu akatokesha habari. Mimi ninazungumza na wewe katika jioni hii leo ni neno ambalo Bwana amenipa nizungumze na wewe ya kwamba Kristo Yesu ameenda kuandaa makao kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na sasa, kwa sababu hiyo sasa, hauwezi kuingia huko bila kuwa na tiketi maalum. Hauwezi ukaingia huko bila kuwa na tiketi maalum. Awali nimekwambia wanadamu ambaye ana asili ya damu na nyama, yeye makao yake makuu zaidi, huyu mtu wa nje ambaye unamuona leo, sehemu yake ni katika ardhi. Tulikuja katika udongo naturudi katika hali iyo hiyo. Kwa hiyo wewe, sio milele mtu wa nje, sio milele ila ile mtu ndani, roho ndiyo ambayo haifi, roho ambayo ambayo iliyomchenga mi lio nao leo, yenyewe haifi, ni ya milele, na kama ni ya milele, ina sehemu iliyoandaliwa hiyo roho kwenda kuishi, ama mbunguni pamoja na Mungu au jehanamu pamoja na Shetani na nitakueleza inayoishi inayoishi mbinguni iko vipi, na inayoishi jehanamu ikoje. Bwana asifiwe, haleluya. Mnayenisikiliza, roho inayoishi mbinguni, roho ambayo inapaswa iishi kutokana na mapenzi ya Mungu, kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya ishirini na moja na ule mstari wa nane, maandiko yanasema, bali waoga na wasioamini na wachuki zao na waongo na wauwaji na wasengenyaji sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Yani wote ambao wanaishi maisha yaliyo kinyume pamoja na Mungu, pale ambapo watakapoondoka katika hali hii ya kimwili, pale ambapo watakapokuwa wamekufa katika hali hii ya mwili tulio nao, wataingia sehemu ya mateso ya milele na milele. Ndiyo litakalokuwa kao lao la milele ambako ni jehanamu ya moto. Lakini roho itakayotenda haki, roho itakayoishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, mtu ambaye ana, anaishi maisha utakatifu, mtu ambaye anaishi maisha yanayompendeza Mungu, sehemu yake itakuwa ni sehemu ya furaha ya milele na milele. Aliposema kwenye kitabu, kitabu cha ufunuo wa Yohana, ufunuo wa Yohana ile sura ya 21, kitabu cha ufunuo wa Yohana ile sura ya 21 na kusomea ule mstari wa tatu na kusomea ule mstari wa tatu maandiko yanasema, Ufunuo Yohana ile sura ya 21 na kusomea ule mstari wa tatu maandiko yanasema, anasema nikasikia, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na, na wanadamu. Tazama mahali pa ufalme wa Mungu ni pamoja na wanadamu. Kwa hiyo nizari kwamba wewe mwanadamu uliyeumbwa na Mungu, wewe mwanadamu ambaye umetengenezwa kwa makusudi ya kumpendeza Mungu, siku moja Mungu anahitaji uungane pamoja naye, siku moja Mungu anahitaji uwe pamoja naye kwenye uzima wa milele anahitaji ungane naye katika furaha ya Bwana, anahitaji ungane naye katika kumsifu na kumwazimisha, katika kumwabudu na kumpa utukufu kwa yote ambayo amefanya. Kwa hiyo Bwana akupe nafasi kujua leo ya kwamba roho itendee zambi pekee ite ndio titaikufa itakufa na kwenda wapi? Takwenda jehanamu ya moto. Lakini mtu ambaye atakufa katika Bwana, kama elenadu maandiko kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana, ile sura ya kumi na tatu na ule mstari wa kumi na nne. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya ziki zao. Kwa hiyo nikupe shauri leo, kama hujaokolewa, fursa ulio nayo ndio hii jioni ya leo. Fursa hii alipata ile tajiri, lakini ha ha ha ha hakuona kwamba inafaa, hakuona kwamba ni ya muhimu. Kaona iwezekani, mimi na fahari zangu mii, pamoja na utajiri niliyo nao mimi pamoja na umaarufu nilio nao ninawezaje kumwamini Yesu? ninawezaje kumpokea Yesu? Aidha taweo leo na hoji ndani yako kwamba ninawezaje, ninawezaje leo hii? Kwa kwani miongoni mwa wale waliokolewa, ninawezaje leo hii, kwani miongoni mwa watu ambao wamejiandaa vyema kwa ajili kuingia katika mahali pa mbingu mpya ambayo Bwana ameiandaa. Tunena vitu vyetu unavyoviana leo havina maana kama wewe haupo lakini pia Mungu ameandaa mbingu kwa ajili ya wateule, ameandaa mbingu kwa ajili ya watakatifu. Hivyo ni jambo la kipekee kujua kwamba Bwana anachohitaji kwako ni kuamini matoleo ya Mungu.